Tumepika na nataka kuomba wananchi wote wa nchi ya Kenya ya kwamba wachukue nafasi ya kujua kwamba kura tumemaliza, na tuendelee kuwa na amani na tuendelee kuwa na umoja pamoja na sisi kwa ajili ya kila mmoja ili nchi yetu isonge mbele. Jambo la pili ni kwamba kilichoonekana katikati ya uchaguzi ambao umepita tulikuwa na ufarakano mingi sana, watu kukatana mapanga, kufanya nini na hii ni kitu ya siku moja, na hakuna ofisi inakuanga na watu wawili, koa inakuwa tuna mtu mmoja na kiwate ambao, na kwamba wametangaza wale ambao wamechukua hizo viti, tunaomba ya kwamba amani iendelee. Wale wanaoupishwa wote Sheria yetu ya Kenya iko bana sana, ina e kuruhusu kuenda kotini kama una upishi wowote. Kwa hivyo nataka kuomba kwamba, kwamba wape wakombeaji wote ambao hawakuwa satisfied na yale ambayo ilikuwa imepita, naomba ya kwamba wachukue channel iliyo mzuri ya kulingana katiba yetu waende kotini, na naweza ambia wa Kenya wenzangu kwamba uchaguzi umeisha na tumeona vile ambavyo uchaguzi umefanyika na sehemu nyingi kumekuwa na madhara mengi na vita vingi. Nitaomba kwamba Wakenya waweze kuwa na amani. Waweze kuamini Mungu. Wakiamini Mungu, mambo yote wanayohitaji na kutamani katika mioyo yao itatendeka. Lakini wakati ambapo tunaweka tumaini letu kwa wanadamu ndipo tunapata Mungu anapokosekana. Mahali ndio vita vinaanza kuendelea, na watu wanapigana na wanamwaga damu, na si vizuri kumwaga damu ya ndugu zetu na dada zetu. Tuombeane, tupendane, tutiane nguvu, na Kenya yetu itaendelea mbele chini ya uongozi wa Mungu. A, a, wale viongozi wa mama katika makanisani, kwamba wasiogope kufanyia Mungu kazi. Wakiwa pamoja na Mungu na kuamini Mungu, Mungu ni mwaminifu, hana ubaguzi. Atamwaga mafuta yake kwao na watakuwa na uwezo, lakini wasiwe na uoga, kwa sababu hatukujazwa roho wa uoga. Tumejazwa Roho Mtakatifu ambaye ni roho wa self discipline, ni roho ambaye anatutia nguvu kila wakati, na tunayaweza mambo yote, hata kama wamama, katika Kristo Yesu, anayetutia nguvu. Kwa hivyo wasiogope, wamama, wamfanyie Mungu kazi. Shukuru. Watu wengi wanapoona ibada kama hii ya kuweza ku kuodain mama kuwa askofu, utapata kwa wengine wanasema kwamba hawastahili, lakini kulingana na maandiko matakatifu, kulingana na pipilia, watu ambao wachachambua pipilia vizuri ndio wanaweza kuja na kinyume ya kwamba mwanamke hawezi kuingia katika ofisi ya askofu, lakini maandiko inaturuhusu ya kwamba yeye ni yule yule mhuduma wa Mungu. Na anastahili kama mama anaweza kuwa pasta, kama mama anaweza kuwa reverend, kama mama anaweza kuwa deacon then, they also qualify kuwa katika ofisi ya, ya, ya skofu, kwa sababu a, a, a bishop is an office. Sasa watu wengine wanafikiria kwamba a bishop inapepa utakatifu sana, ambapo mwanamke hastahili, lakini hii ni afisi ambayo inapeana mwelekeo uh, katika huduma. Asanteni sana. Jina nimesema mimi ni Bishop Ol Tukai Walumbe, kulingana na bili ile ambayo president aliweza kuisign. Kwa sisi vile tumeangalia hiyo bili na tukaisoma e, naona haiwezi kuenda sambamba na kanisa. Upande mwingine ni kama inafinya kanisa, na hiyo haitakuwa vizuri. Kwa hivyo kwa sisi tunasema kwamba hiyo bili ni vizuri kama ingeweza kurudiwa, kwa sababu kwa nini iliharakishwa wakaisaini na najua kwamba wengi wetu tulikuwa tunapitia, lakini sasa saa hizi vile tunaangalia hiyo bili inaweza kuumiza kanisa kwa upande mwingine. Kwa hivyo sababu, unajua mambo ya kurekuleti kanisa, waseme kwamba na rekuleti kanisa, na hiyo si kitu ambayo ni kizuri, kwa sababu kanisa pia ina mwongozo wake, ina mipangilio yake, na si vizuri kusema kwamba kanisa iwe regulated kwa njia zote, kwa sababu kanisa pia inaongozwa na Biblia na najua kwamba sisi wenyewe tunajua hata kama kuna mtu ambaye alienda kando, ni kama maidara singine pia, hata polisi, hata idara singine pia, kuna wale wengine ambao ni pia ni wezi, kuna wale wengine ambao pia wanaenda kinyume. Lakini uwezi kuchumulisha kwamba kanisa zote ama maju wachungaji wote ni wabaya. Wachungaji wengine ni wachungaji ambao tunawajua wanahubiri Injili kwa njia iliyo nzuri. Kwa hivyo tunaona kwamba hiyo bill sisi tuna tuko agents tunasema kwamba si nzuri kama hivyo kwa njia kubwa sana.